Shalom, mwana na urithi wa Mungu Baba katika Kristo Yesu. Karibu katika kipindi chako cha yaliyojiri ndani ya wiki. Karibu mwanafamilia wa kipindi cha yaliyojiri ndani ya wiki. Karibu kwa maana Roho Mtakatifu amekuandalia meza hii ya kifalme kwa ajili yako. Ujifunze lakini zaidi sana upate kuburudika. Wiki iliyopita tulipata kumtizama mwana wa Mungu lakini pia mwanathiolojia aitwaye Augustine of Hippo ambaye kuna mengi tuliyojifunza kutoka kwake kama neema ya wokovu lakini zaidi sana karama ya uandishi ambaye ilipelekea uamsho wa karne ya kumi na sita na yote haya haikuwa kwa nguvu zake au juhudi zake bali ni kwa sababu ya neema ya Kristo na ni kwa sababu ya Roho Mtakatifu karama ile iliyoachiliwa ndani yake. Ni matumaini yangu, mwana wa Mungu, ulipata kujifunza. Lakini tuliacha swali kwako, mwana wa Mungu, kuhusiana na wokovu. Hebu twende kule mtandaoni tupate kuona maoni ya watazamaji wa kipindi hiki cha Yaliyojiri wana yapi ya kusema, na tukianza na Faraji Hamisi 25 25 anasema Asante sana timu nzima Yaliyojiri kwa utamuhuu wa injili ya ufalme wa Mungu. Wokovu ni kuzaliwa mara ya pili kwa Roho wa Mungu, ambapo huku hakutokani na nguvu au juhudi zetu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa Roho ni roho. Naweza kujifunza zaidi kupitia Yohana 3 mstari wa 6 kwa tafsiri ya SUV. Hakuna kiwango cha matendo yetu mema kinachoweza kutufanya tuzaliwe mara ya pili. Ni kwa kumwamini Yesu pekee na kazi yake kamilifu ya msalabani. Na maisha ya wokovu ni maisha ya kuongozwa na Roho wa Mungu aliye Bwana wetu, siyo maisha ya kujiongoza mwenyewe. Kama ambavyo tumezaliwa kwa Roho, ndivyo ambavyo tunaishi kwa Roho ndani ya ufalme wa Mungu kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana. Unaweza kujifunza zaidi kupitia Warumi 4 mstari wa 14, na kutoka kwa Wilbert Maridadi sitini na moja sifuri tano, anasema hakika, ukizaliwa mara ya pili, kama hujawahi kukisoma na kukielewa kitabu cha Warumi basi wokovu wako utakuwa wa kidini, sio kwa Roho wa Mungu. Kitabu cha Warumi ni urejesho wa Mungu kwetu, kiboko cha matendo na tabia njema kuwa ndio wokovu. Hapa tumeona kwamba wokovu si kwa sababu ya matendo. Mwana wa Mungu, nadhani hapo umeandika kitu. Na tukienda moja kwa moja hadi kwa Erika Bakanoba 24 Hamsini na tisa. Erika anasema, mtangazaji uko vizuri sana. Nami nasema, asante. Napenda sauti yako, gesture zako na pozi zako. Yaani, lazima ukae usikilize. Ujasiri tulionao wana wa Mungu ni kwamba Mungu Baba mwenyewe ndiye aliyelijenga kanisa. Na akasema milango ya kuzimu haitalishinda. Ndicho kinachoendelea kwenye historia mara zote. Ambapo kanisa lilionekana kama limekufa, ndipo liliinuka na kunawiri. Asante kwa kutukumbusha kuhusu tulikotoka, ili tuwe watu tunaoamini neno la Bwana. Asante sana Erika Bakanuba, kwa mrejesho wako huu. Lakini kwa sababu tulikuachia na kibonzo Uh, kuhusiana na mswaki wako unaotumia una muda gani hasa. Wilbert Maridadi 6105 ameanza kwanza na emoji za kucheka kwa nguvu zote na anasema mswaki una miaka miwili, ila ninayo ni mengi. Sawa so, uh, huko ni kutoka mtandaoni. Na kama ambavyo tumesoma, wana wa Mungu, sasa turejee katika yale ambayo Roho Mtakatifu amekuandalia katika wiki hii. Mtangazaji wako ni mimi Mary Kopwe, kaa nami kuanzia mwanzo wa kipindi hadi mwisho uweze kutizama kwa kuelimika na kuburudika. Karibu. Askofu Benson Idahosa, Mtume Joseph Babalola, Geoffrey Dabibi Numbere, TB Joshua, Mchungaji Chris Oyakilome, Mtume na Daktari Abel Damina Askofu David Oyedepo, Mchungaji Enoch Adejare Adeboye, Mtume Johnson Suleiman, Mtume Joshua Selman, Mtume Arome Osayi. Ndiyo, ninajua unajua. Na hata nilipoyataja majina haya nilijua unayajua lakini kila lenye mwanzo lina mwanzo wake. Yaliyojiri Makala tumekuandalia mwanzo wa mwanzo wa watumishi hawa wa Mungu kutoka taifa la Nigeria. Kaa nami bila kupepesa macho, huku masikio yako yakimakinika kusikia yenye kukupa maisha, maisha yenye mtibwiriko.

Kulikuwa na mwitikio mkubwa na heshima kwa Mungu nchini Nigeria. Nilipokuja, watu walikuwa na imani kubwa kwa Mungu. Huna haja ya kuambia kuwa na imani kwa Mungu, tayari walikuwa na imani naye. Walikuwa na juju zao tu, anacheka. Lakini mara injili ilipohubiriwa, waliziacha sanamu Wakamkubali Yesu na kumwamini kabisa. Mtu mweusi ana imani rahisi katika Mungu. Na Mungu hukutana naye kwa urahisi mno. Kuna imani zaidi katika Nigeria leo kuliko Ulaya. Pa Elton alimkuliwa akisema haya katika moja ya mahojiano yake na Askofu Benson Idahosa. Wakati dunia ikiitaja Nigeria kama moja ya sehemu hatari ya kwamba ni taifa namba nane Afrika inaloongozwa kwa matukio ya utekaji, ukabaji, ubakaji na ujambazi. Jambo ambalo halitajui sana ni kuwa Nigeria ni taifa kitovu cha uamsho wa kiroho Afrika. Ukiniuliza, ni taifa gani linaloongoza kwa wingi wa makanisa ya kiroho nitakujibu Nigeria ni namba moja. Ukiniuliza, ni taifa gani ambalo limefanikiwa kukusanya mataifa mengi kwa sababu za kiroho nitakujibu Nigeria ni namba moja. Hata ukiniuliza, mababa wa waamsho wa kipentekoste Afrika wanatoka wapi, bado nitakujibu wanatoka Nigeria. TB Joshua, bila shaka unamkumbuka. Ninajua unakumbuka jinsi ambavyo aliifanya Afrika na dunia nzima kwa ujumla isafiri usiku na mchana kufuata majidi yao na uponyaji mpaka Nigeria. Hakika tutaendelea kumkumbuka kwa kazi kubwa alizozifanya kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu. Moja ya unabii wa Kristo uliotolewa kipindi cha uamsho wa Azusa Azusa Street Revival mnamo mwaka elfu moja, mia tisa na sita hadi elfu moja mia tisa kumi na tano ni ule ambao uliitaja Nigeria kwa kitovu cha uamsho wa Roho Mtakatifu kwa sehemu kubwa ya Afrika kuanzia miaka ya elfu moja mia tisa ishirini kuelekea mpaka elfu moja mia tisa themanini. Tangu hapo Roho Mtakatifu ameinua watumishi wake mbalimbali mbali kwa ajili ya kulitimiza neno hilo na mmoja wao ni Sydney Granville Elton maarufu kama Pa Elton. Mwaka 1928, baada ya kusoma kitabu cha Mary Lasa, Pa Elton alianza kutazama na kuelewa wito wa Mungu ndani yake kwa upana, kitabu ambacho kilizidisha shauku ya muda mrefu ndani yake ya kuona udhihirisho wa kazi Roho Mtakatifu kwa nguvu ndani ya kanisa. Pa Elton alijiunga na kanisa la kitume la Uingereza Apostolic Church of England ambapo alijifunza habari za Roho Mtakatifu na karama zake juu ya mwili wa Kristo. Akiwa hapa, Roho Mtakatifu akaweka mzigo wa kuipeleka injili ya ufalme wa Mungu huko Ilesa, Nigeria. Pa Elton, aliamua kumpa jina Ilesa mbwa wake ilikuwa ukumbusho wa mahali alipotumwa na Bwana, na baadaye mwaka elfu moja mia kenda thelathini na saba akatumwa kama mishonari huko Nigeria Ilesa. Pa Elton anatajwa kama baba wa watumishi wa Mungu wengi Nigeria. Mtume Joseph Ayo Babalola, Askofu Benson Idahosa, ni kati ya wale waliofunzwa na Roho Mtakatifu kwa mikono ya Pa Elton. Pa Elton anatajwa kuupa nguvu kubwa uamsho uliofanywa na Roho Mtakatifu kupitia Mtume Babalola. Alipoasiri Nigeria alimchukua Benson Idahosa na kumpeleka Marekani kwa ajili ya masomo ya theolojia, huku akimwonya kutochukuliwa na upepo wa injili ya mafanikio, yaani prosperity gospel, ambayo tayari ilikuwa ikihubiriwa sana Marekani. Akiwa Ilesa, Nigeria, Pa Elton alianzisha jukwaa la injili ambalo liwaandaa na kuwainua vijana hodari kwa ajili ya kueneza injili ya ufalme wa Mungu. Miongoni mwao ni wale wa chama cha kikristo kilichoitwa Christian Students Social Movement CSSM, Emeka Mwapa, Steve Olumuyiwa Okitike, Austin Ukachi and John Okposio. Vijana wengine walioinuka kwa kupitia kazi ya Pa Elton ni Ruben Ezemadu wa Christian Missionary Foundation. Ebuna Ofidile wa Children Evangelism Ministry. Geoffrey Dabibi Dumbere wa Greater Evangelism World Crusade. Francis Waleoki wa The Sword of Spirit Ministries. Moses Aransiola wa Gethsemane Prayer Ministries. Paul Chucks Nwachuku wa Grace of God Ministries. Pa Elton kwenye moja ya mahojiano yake alisema ya nilikuja Nigeria kwa lengo moja kubwa, kuinua uzao mpya wa uongozi wa Kristo katika kanisa la Nigeria, uzao ambao kwa nguvu za Roho Mtakatifu wataifikisha injili ya ufalme hata miisho ya dunia. Lengo hili ndilo lililomfanya kufanya kazi na kuinua vijana wengi nchini Nigeria. Vijana waliofanya kazi ya Bwana kwa uaminifu mkubwa na wengine hata sasa wamekuwa sehemu ya kuzaa vijana wengi katika kuifanya kazi ya Bwana. Pastor Enoch Adejari Adebuyi wa re- wa Redeemed Christian Church of God. Askofu David Oyedepo wa Winners Chapel na Askofu Wale Oke wa Sword of God's Ministry, ni kati ya wale ambao hata sasa wanaitenda kazi ya Bwana kutoka katika msingi uliowekwa na Pa Elton kwenye maisha yao. Pa Elton anatajwa kama baba wa uamsho wa Kipentekoste Nigeria. Yeye ndiye aliyefungua milango kwa wainjilisti nguli duniani miaka ya sitini ya 60 kuingia Nigeria na kuhubiri injili ya ufalme. Mwinjilisti Gordon Lindsay na TL Osborne ni kati ya watumishi wa Mungu waliofika Nigeria kwa nguvu ya maelekezo ya Pa Elton. Mwaka 1970 Pa Elton akawa mwanzilishi wa uamsho mkubwa uliotokea katika vyua vya Nigeria, vijana wengi wakampokea Kristo. Tangu mwaka 1980 Pa Elton amekuwa mstari wa mbele katika kuhubiri injili ya ufalme wa Mungu na ujio wa pili wa Kristo hata alipoamua kudana na Bwana tarehe 13 mwezi wa kwanza mwaka 1987, ananukuliwa akisema, Nigeria or Nigerians will be known for corruption worldwide. But the tide will turn and Nigeria will also be known for righteousness worldwide. Many shall take hold of him. That is a Nigerian saying. We will go with you for we have heard that God is with you. Nigeria itajulikana kwa ufisadi duniani kote. Lakini wimbi litageuka. Na Nigeria itajulikana kwa wingi wa haki ya Mungu duniani kote. Wengi watamshika mkono mna Nigeria mmoja na kusema, tutakwenda na wewe kwa sababu tumesikia kuwa Mungu yupo pamoja nawe. Je, nini kilikuwa kinaendelea Nigeria miaka hiyo na nini alichokifanya pa Elton na vijana imara aliyowazaa katika imani? Usiache kuwa nasi tena wiki ijayo ili upate kujua kwa kina uamsho wa kanisa Afrika. Makala hii imeandikwa kwa kalamu ya Erney Mbala kwa msaada wa vyanzo vifuatavyo Nairaland.com, Christiantoday.com, churchtimesnigeria.net na nigerchurchtrends.blogspot.com na kusomwa kwako kwa nami Mary Copwe katika kipindi hiki cha Yaliyojiri ndani ya Wiki na na hivyo ndivyo ambavyo historia inatuambia in kutoka katika ndoto moja ya misionari pa Elton, amewasha moto mkubwa wa uamsho barani Afrika ambao hata sasa haujazimika, kitovu chake ikiwa ni nchini Nigeria, na tumeona namna ambavyo hata leo wana wa Mungu wamezidi kuzaliwa upya ndani ya ufalme wa Mungu kutokana na wana wa kiroho wapa Elton kama ambavyo imetajwa awali katika makala ya hii ya historia ya kanisa. Mwana wa Mungu, swali ambalo ninaliacha kwako, una uhakika wa ujasiri ulionao ndani ya Roho wa Mungu ili kuweza kupitisha injili hii ya ufalme, habari hii njema kutoka kisasi kimoja Kwenda kizazi kingine. Hakika ni matumaini yangu kwamba tuandikia majibu katika kipindi kijacho nasi tutausoma hapa hapa ndani ya yaliyojiri ndani ya wiki katika televisheni ya Sonship Spirit jicho la Mungu duniani kote. Na huo ndio mwisho wa kipindi hiki cha yaliyojiri ndani ya wiki. Usisahau kwamba kipindi hiki hukujia kila siku ya Jumanne saa kumi na mbili hadi kumi na mbili na nusu alfajiri. Hadi wakati mwingine tena, nakutakia wiki njema yenye baraka, furaha, amani na kicheko. Kwa heri.